Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaendelea na darasa letu la ukombozi kwa habari ya mtoto wa kiume. Machozi ya mwenye haki yana majibu. Hilo ndilo somo letu. Machozi ya mwenye haki yana majibu. Hakuna mtu kwenye Biblia alilia, alafu machozi yake yasipate nini? Yasipate haki. Aha. Nime, kuna wakati fulani nilikuwa napita sana kwa habari ya machozi ya mwenye haki, yaani hata tu wewe mwenyewe unaweza ukajitathmini, siku ambayo ulitoa machozi ya kilindi cha moyo wako lazima tu Mungu alikujibu, lazima tu Mungu alikujibu. Karibu sana, tuendelee kujifunza darasa letu hili la la ukombozi wa mtoto wa kiume. Mwalimu wako ni mwalimu Glorimina Venas Mpua. Yesu ametupanda kwenye udongo mzuri a, tuko Arusha kwa sasa, wakati tukirekodi vipindi hivi, tuko Gambosh, tuko Gambosh, tuko Gambosh. Tuko kwa ajili ya nini? tuko kwa ajili ya kutafuta vyanzo vya uharibifu wa wana wetu, vyanzo vya uharibifu wa watoto wetu. Haleluya, haleluya, haleluya! Hasa watoto wa kiume, mtoto wa kiume aliye fahari kwa mama yake, mtoto wa kiume fahari kwa taifa lake. Huyu mtoto wa kiume hayupo, hayupo, amechukuliwa mateka Kumbuka kwamba tuko na wale watoto wa kiume wale wa mazingira magumu ya rohoni. Nikisema mazingira magumu ya rohoni, maana yangu ni hii, yule mtoto ambaye yawezekana hata kanisani amefukuzwa, msikitini amefukuzwa, wapi amefuku, yani umemkatia tamaa kabisa, tamaa kabisa. Hapana. Kama Yesu angetukatia tamaa nani angesimama? Nani angesimama? Upasi kumkatia tamaa mtoto wako wa kiume, upasi kutamani bora mwanangu angekufa natamani ukisikia mtu amekufa, nasema owi, mbona mwanangu ajafa? Maana ananitia aibu, maana huyu mtoto hapana, amekuwa ni mbaya sana. Matukio mabaya mabaya tu ni ya kwake. Huyu mtoto anavuta sigara sana, huyu mtoto anavuta bangi sana, huyu mtoto anakunywa pombe sana, huyu mtoto mmoja na kusimulia mabaya ya mtoto wako, mahali ambako tu ninaweza kukwambia kwamba kama Yesu angesimama kuhukumu ulimwengu leo, nani angesimama? Hata wewe ungesimama? Unaweza kumnyoshea kidole namna hii? Mtoto aliyetoka kwenye tumbo lako, ametoka kwenye ukoo wako, imefika mahali umemkatia tamaa, imefika mahali umenyamaza. Nani nani nani nani atakaye kuja kusimama kuhakikisha kwamba mtoto wako amesimama vizuri ni nani, kama sio wewe? Leo Yesu angelihesabu maovu yetu, hapo tu, Yesu angelihesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Je, ulikuwa na ujasiri wa kusimama? Je, ningesimama? Nani angeweza kusimama kama Yesu angehesabu maovu yetu? Hapana, turudini nyuma, twendeni tuangalie mtoto naongea na, na mwanamke aliyechoka na mtoto wake wa kiume. Ninaongea na mtoto wa kiume ambaye anatamani kutoka. Haleluya! Ninaongea na mtoto wa kiume ambaye imefika mahali ameshindwa kabisa kuendelea na maisha. Ninaongea na mtoto wa kiume aliyefungwa, yuko mapolini, ufahamu wake umefungwa, hawezi tena. Ninaongea na mtoto wa kiume ambaye alikuwa kiongozi wa makampuni fulani, leo amefilisika kabisa mengine tena, akili yake imenyamaza, hana tumaini tena. Huyo ndio ninayetaka kuongea naye leo, leo, leo. Natamani achukue daftari, kalamu yako, keti hapo, tonde pamoja na mwalimu Glorimina huyo ndo leo Roho Mtakatifu anataka kumuhudumia. Ninaongea na yule kijana ambaye kichwa yake ilikuwa moto namna hii kwanzia darasa la kwanza mpaka form four, yeye matokeo yake ni mazuri tu, amefika five na six matokeo yake ni mazuri tu, ameenda chuo, amerudi zilo kabisa, zilo kabisa. Huyo ndo nayeongea naye. Ina maana huyo, ufahamu wake uko wapi? Ndio maana tuko huku kutafuta vyanzo. Vyanzo ni nini Vyanzo ni nini? Ufahamu wake umefichwa wapi? Hakuwa hivyo, akiwa mdogo hakuwa hivyo, alipokuwa kate pale hakuwa hivyo, alipoingia form 1 mpaka form 4 hakuwa hivyo, alipoenda 5 na 6 hakuwa hivyo. Kwa nini ameingia chuo anatokewa na wazee wenye mandevu marefu. Anaota ndoto za kuzimukuzimu kuzimu tu. Anatokewa na mazee yaliyochoka mazee yaliyokufa miaka mingi mazee yaliyotoka kwenye viuno vya baba zao yanamtokea, anamwambia wewe, wewe, wewe, wewe. nani amekwambia uwe na degree? Eh, wewe, sisi kwenye ukoo wetu hakunaga mtu wa degree. Nani amesema nani amesema wewe uwe daktari? Nani amesema? Nani amesema? Nani amesema kwetu kuna kina nani? Hakuna. Wacha nikupe mkasa huu. Wakati Mungu alikuwa ananiandaa kwa habari ya ya, ya ya haya masomo ya ukombozi, ninaenda hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Nampenda Mungu sana, maana pasipo Mungu mimi nisingeweza kuwepo hapa Niko hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nipo hapa kwa ajili ya neema ya Mungu. Niko hapa kwa sababu mungu ametaka. Niko hapa kwa sababu Mungu amenichora kwenye mkono wake, amenichora kwenye kiganja chake. Haijalishi vita ni kubwa kiasi gani, ah, nimeshajitambua. Mimi ni mwana wa Mungu na nimechora kwenye kiganja cha Mungu, anayeweza kunitoa ni nani? Hakuna anayeweza kunitoa. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Haleluya, haleluya, haleluya! Nikaingia maombi ya siku tatu, na naingia maombi ya siku tatu. Siku ya tatu mzee mmoja ananitokea, mzee wa ukoo ananitokea, akatoka kuwa na mandevu marefu sana, ni ndoto hiyo. Akaniambia Grod, nakuona unahangaika na maombi, unahangaika mtoto, unahangaika sasa nikasema, hili ni kitu gani? alafu naliona passport tu hapa kujishuka huko juu. Basi huyu ni nani? kumkazia macho, sijawahi kumuona na simjui, ana ndevu ana manywele ana, alafu huko amebeba kibuyu mkononi, lakini kuanzia kwenye kitovu chake ndio ninavyomuona huku chini simuoni. Nikasema, ni kitu gani hili? Nilichosema, Bwana Yesu nisaidie. Wakati nikisema Bwana Yesu nisaidie, likasema sikiliza, mimi ni babu yako wa mababu zako, nimebidi nija mwenyewe. Kuna watu nilikuwa na watuma waje wakusemeshe, wamekuogopa, wamesema wewe unawaka moto. Kwa hiyo wamekuogopa, wameshindwa kufika. Nimebidi nije mwenyewe, mimi mwenye ukoo nije nikuambie, nije nikueleze namba moja, nikueleze jina la ukoo wenu maana yake ni nini? Ah, nikasema hapa napeepa, na uzuri wake nilikuwa nimesimama kwenye ndoto, nikakaa lile zo likaniambia, wewe unaitwa mpua, ukoo wenu ni mpua, maana yake nini ya mpua, maana yake nini? Nikaliambia mi sijui, mi nimekuta tu babu zangu wanaitwa hivyo na mi nimeitwa hivyo. Kwa hiyo, wewe ni mpua, ndio ukoo mpua, ndio maana yake nini? sijui Waa, ni kabila gani mi, mgogo hasa kama ni mgogo, neno mpua ujui? Nikaambia hebu nikumbushe, sijui kweli, nilivona lieza nimekuwa siria zikutaka na nikikweli sikuwa najua. Baadaye sana nikaniambia maana ya mpua hiyo, ni lugha ya Kigogo, lakini lugha ya Kiswahili nilijinga lijinga lijinga nilijinga lijinga <laughs> <Nilijinga, nilijinga. laughs> akaniambia namba moja, namba mbili. Nimekuja nikuambie, ndugu yangu, wewe Kiswahili unaitwa li ukoo wa lijinga lijinga. Hasa kama ni ukoo wa lijinga lijinga, unategemea nini hata hatuna wachungaji kwenye vizazi vyetu, kizazi cha kwanza mpaka cha nne chote cha uharibifu wetu. Maana kumbe wao wanajijua kabisa kwamba ni waharibifu, hivyo hakuna mchungaji kwenye boma letu. Mtoto umetoka wapi? Una vinasaba vya kwetu kweli? Wewe ni Mpua kwelikweli kweli? ni mjinga mjinga kwelikweli kweli? au wewe ni mtu wa aina gani? hatuna wachungaji kwetu yani Nilikuwa nimekaa nikanyanyuka, nikasema katika jina la Yesu, nimeitwa kwa wakati wake, nimeitwa kwa utukufu wa Mungu. Wewe ni nani? Nakufuta katika jina la Yesu, nakufuta. Mimi ni mlinzi kuta za Yerusalemu. Tukatunishiana misuli naye Yesu, nimehakikisha, miungu anatoka wapi? Mazee yamekaakaa, tuko kuzimu, yalikataa kutubu, ya yako yako tu, ya yako yako tu yalikataa kutubu wakati wa uhai wao, alafu wamekaa kule wako wanaangalia: kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kizazi cha nne, alafu wanawapangia masharti, wanawapangia maisha. Nikamwambia wewe ni nani? unaniambia kwamba kwenye ukoo wenu hakuna nini? Hakuna, hakuna wachungaji. Alafu a, a, anakuja sasa kutafsiri eh? Anatafsiri jina la Mpua lijingalijinga, kasema amna bana, mi ni mjanja mjanja sa ndo, oh ujui sasa E eh, mimi ni mjanja mjanja, hakuna ujinga ujinga ujinga ujinga, eti lipuwa puwa lijinga lijinga, nani mjinga mjinga? Hakuna. usipoelewa hivyo vyanzo, mwana wa Mungu, ukahitaji machozi ya maombo ukamuhitaji Mungu na nguvu zake, ukaja ukatamani uvuke uvushwe na hali ile ya kuvusha ikawa haipo. Ndiyo maana unaona wengi wana mpaka anazeeka hana chochote kwenye maisha yake, yani amefungwa ufahamu. Mtoto wa kiume hayupo, mtoto wa kiume yuko Babeli, mtoto wa kiume surubishwa uhamishoni Babeli, ndo imekuwa nyumba yake, hayupo. Unashangaa mbona baba angu mpaka wakati huu ameshindwa kujenga hata nyumba, hata basi tu kajumba kaslopo kachumba na sebure ah, huyo, umebakiziwa kopo. Hilo ni kopo tu, hayupo. Mtu alichukuliwa ufahamu, akapelekwa, akafichwa, pelekwa Babloni akaenda huko, akaficha huko, akakutana na mazee kama ilo lizee lilonitokea mimi. Akaambiwa na akaelewa kama mimi sio mlinzi wa kuta za Jerusalemu. Lile lizee lilikuwa lina halali na mimi maana, kesho ya usiku ule ule nilimpigia simu mtu mmoja kwenye familia, nikamwambia eti, unamfahamu huyu mtu? Akaniambia ee, bwana, stori zake tulizikuta wewe ni mtoto mdogo, lakini stori zake tulizikuta. Eh, mlizikutaje? Ndio sasa, akaanza kunisimulia, nikasema mimi, mi naomba kwangu, msisubutu kabisa mimi. Yani, mimi na kizazi changu, kizazi cha kwanza mpaka cha nne ni kizazi cha kitumishi ni kizazi cha kitumishi, ni kizazi cha uongozi, iwe ni uongozi wa kimungu, haleluya! Iwe ni uongozi wa serikali, haleluya! Hiyo ndio kizazi changu kizazi changu ni cha wafanyabiashara wakubwa ambao watawezesha huduma hii kuhakikisha kwamba tumefika kila mahali na mtoto wa kiume amefunguliwa kwa damu ya Yesu. Kizazi changu ni kizazi cha ufadhili, kuhakikisha kwamba wale watoto wa mazingira magumu ya rohoni wameshindwa kabisa tu, wametolewa kwenye mabangi, wametolewa kwenye madawa kulevya, na wanataka kutimiza ndoto zao. Kuna shida gani? Wana wangu wakiwa wana fedha za kutosha, wakachukua fedha wakagawa fungu, wakaweka pale, wakawapeleka wale watoto shule, kuna shida gani? Mimi na uzao wa tumbo langu tunakwenda kumtolea Bwana dhabihu, haleluya! Sio, siko tayari uzao wangu pamoja na mimi, alafu tuje tuongoze na lizee lizee ambayo lilikataa kutubu, lizee huko miaka linahusiana li, li, li, li, na nini? Nilimwambia ule mzee, wewe mzee, wewe wewe hii. Ha, hii ni namba nyingine. Hii ni namba nyingine o oh. Eh, nimo ndani ya Yesu na burudika. Mimi nimo ndani ya Yesu na burudika. Ni ndani ya Yesu mimi. Nina linga linga oh, nimo ndani ya Yesu na burudika. Machozi ya mwenye haki yana majibu. Haleluya, haleluya, haleluya! Yeremia thelathini na moja mstari wa kumi na tano Bwana sema hivi, zuia, Bwana sema hivi, sauti imesikika lama kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake, kwa kuwa hawako, asikubali kufarijiwa kwa kuwa watoto wake hawapo, wamefichwa mafichoni nani ya kufariji kwa habari ya uzao wa tumbo lako? Ni mzee nani amekuja na kutisha na kuambia mtoto wako ataishia kwenye bangi? Amekutamkia maneno ya kushindwa, amekutamkia maneno ya laana, akasema huyu dada amezaa matoto madume yote yatakuwa ni majambazi tu. Futa kwa jina la Yesu, waambie watoto wangu ni wakuu wa nchi. Sema watoto wangu ni matajiri. Sema watoto wangu ni tanzanite. Sema watoto wangu ni madaktari. Sema wat... we, we, we. Mtu anasimama anasema umezaa matoto ya kiume tu, yaani wewe umezaa majambazi. Jambazi nani? <laughs> Damu ya Yesu, futa haya maneno kwa damu ya Yesu, yasije yakakamata kufata uzao wako. Funika macho yako, tumshukuru Mungu. Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu, ninakushukuru sana. Imeniwa wewe baba yangu, sante kwa somo zuri, sante kwa ukombozi wa mtoto wa kiume. Yote kwa yote, Bwana tufute machozi kwa ajili ya utukufu wa jina lako, tukiomba na kuamini mini, Baba, Amen.